Familia moja kutoka mjini Kitengela kaunti ya Kajiado inahofia kuwa huenda ikakosa kumzika mpendwa wao aliyefariki baada ya kupata ajali ya barabarani kufuatia deni kubwa ambalo inadaiwa na hospitali moja hapa Nairobi kabla ya kupewa mwili wake. Inaarifiwa mvulana huyo pamoja na rafiki yake waligongwa na gari moja katika barabara ya Thika ambapo walipoteza ufahamu na kukimbizwa katika hospitali moja mtaani Isli na kulazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa siku ishirini na tatu kabla ya kufariki. Familia, jamaa na marafiki wamekuwa wakichanga kila siku, lakini hadi sasa bado hawajafanikiwa kupata fedha hizo ambazo ni shilingi milioni mbili nukta saba. Mwili wa mvulana huyo Alex Oweru mwenye umri wa miaka kumi na tisa unazuiliwa katika makafani ya hospitali ya rufaa na mafunzo ya chuo kikuu cha Kenyatta. Kukakuwa na biru ya 2.7 million ambao tumejaribu kuchanga changa, tumeriparipa kidogo, imebaki 1.9. Sasa hiyo 1.9 ndio imelemea kabisa na imezuia mwiri, hatuwezi assess the body bila kukiria the bill wa, wameenda Masisi Muranga. Wakati walikuwa wanatoka Masisi, kijana wakafanya accident. Walikuwa vijana wawili, kwa mkosi baya kijana huyu akagongwa vibaya akapelekwa hospitali, lakini hakumik. Hapa mnaona tuko tumekaa karibu mwezi unaenda kuisha tukichanga hii pesa. Tumekuwa kila siku tuko hapa tunachanga wakuni wa ishirini, lakini pesa imekataa kutosha kaunti ya Kajiado ni